Kwa wenyeji wa Lamu punda ni kama dhahabu, ndiye msaada wao mkuu wa usafiri, kivutio kikuu cha utalii na ni muhimili wa shughuli nyingi za maisha ya kila siku pale Lamu. Mohamed Juma maarufu Gara, mumiliki wa punda katika eneo hili, anaeleza ni kwa nini punda ni wengi na ni muhimu Lamu. Punda kwetu sisi ni kitu muhimu sana, kama kuwa na gari, kwa sababu punda sisi ndio tegemezi letu, kwa sababu na njia zetu pia hizi unaziona vichochoro hawezi pita gari kwa hivyo, nyumba zote tunazoziona hizi ni punda. Kwa hivyo tunathamini punda sisi kama mtu uthamini gari, na sisi tunathamini punda kwa sababu punda ndo mama kila kitu. Kwa mujibu wa kazi, karibu majengo yote kaunti ya Lamu yamejengwa kwa msaada wa punda. Hata hivyo, hili limeanza kubadilika kadri magari na bajaji inapoanza kupenyeza polepole pole kisiwani Lamu. Kazi zimepungua kwa sababu pia ukiangalia, zilet mzigo ikishushwa hapalamu ina kuletwa so, na tukitumia kama unaonatunaita uso wa pwani kuchukulia mizigo a kila aina na mizigo yote unayoona hapa mjini ilikuwa ikichukuliwa na punda. Sasa kuna watu wameendelea, wameleta matinga tinga, trekta zimekuja, kuna mboko na mahonda, so punda wamekosa kazi mingi kwa wale watumizi wa punda na wakazi wa punda. Licha ya umuhimu huu mkubwa wa punda, kuna madai kwa punda wengi wanadhulumiwa na kutumiwa kupita kiasi katika kaunti hii, Obadia Singoei ni daktari wa mifugo anayehudumu katika kituo cha punda kaunti ya Lamu, anayeeleza changamoto hizi. Ukiona hawa punda wanavyotumika, utawahudumia, unapata punda ako na kilo kama 120 amebebeshwa simiti tatu, hiyo ni kilo 150 na kulingana na kisayansi, inafaa wabebe kwa mgongo wa bebe nusu ya kilo yao. Uchumi wa Lamu unategemea punda, wanavyosema mlinde punda na punda akutunze. Ndivyo hivyo unavyoona hapa, nimemkalia punda huyu, punda mwenye siku nyingi, ana mazoea ya kutembea katika jiji la Lamu. Kwa hivyo ukitaka kujua haya mambo, utembelee kisiwa cha Lamu, utangamane na punda. Mlinde punda, punda akulinde.